Ni mjadala ambao kwa siku kadhaa umesheheni katika mtandao wa Twitter, Wakenya wengi wakitoa wa maoni yao kuhusiana na ufugaji wa ndege hao. Swala linalotuelekeza katika eneo la Dhogoto, kaunti ya Kiambu, ambapo tunakutana na James Maura, baba wa watoto watano, ambaye ni mkulima. Mwaura anatuelezea kuhusu safari yake ya kuanza kuwafuga kware. Mimi sikuwa na, sikuwa na amini mpaka siku moja nikaenda kuziona kwa mtu fulani. Niliingia tu kwa boma yangu, kachukua ng'ombe wangu mmoja, nikaongeza ile nilikuwa nayo kwa mfuko, nikabadilisha biashara. Najua ni kubadilisha hewa <laughs> ni safari ambayo alianza tarehe ishirini na nane mwezi wa Novemba mwaka jana, na baada ya wiki tano hivi kware hao walianza kutaga mayai. Mwaura, ambaye amekuwa mfugaji wa ng'ombe, ananiarifu kuwa uuzaji wa mayai ya kware una faida maradufu ukilinganishwa na ng'ombe. Ukitoa kama hizi zangu, utoe mayai mia moja kwa siku, unaweza pata kama gidi saba, na nikiwa na ng'ombe tano kwa siku, unaweza pata gidi tatu nikitoa leba kwa ngombe naweza bakisha 500 700 na ji. Kando na mapato anayopata akiuza mayai haya, kuna umuhimu mwingine, nutrients ya yai moja moja ni equivalent na, ma, tano, moja, ni equivalent equivalent na ikiwa tano nina mayai, mayai, mayai tano ya kuku. Naji anakubaliana na mjadala kwamba huenda biashara hii ikawa ni sakata inayotokota vile kulikuaga na mapiramidi huko, ati unapeleka pesa zako zinazaa, alafu unakujia zingine. Hapana, hii ni mayai ike zitage mayai, mwenye kununua aje kwako, cash on delivery, umpe mayai yako mia moja, akupe pesa yako. Hata hivyo kwa yeyote anayepania kufuga ndege hawa sharti awe na barua rasmi kutoka kwa idara ya wanyamapori. Gatete Njoroge, Citizen ni Pashe.